Biashara mtandao ni fursa kubwa kwa vijana, na kwa kutambua hilo, mkakati unaoandaliwa kama nilivyotangulia kusema awali utajumuisha nafasi ya vijana katika biashara hiyo kwa upekee. Serikali inaona nguvu ya vijana kama sehemu muhimu ya maendeleo ya taifa lao. Tutaendelea kuweka na kubuni miundo mbinu, mafunzo na rasilimali ili biashara mtandao iwe rahisi kwa vijana. Tutawasaidia kwenye kuhakikisha malipo yanakuwa salama. Soko yanaendelea kuwa makubwa, na tutawapa msaada wa kitaalamu pale ambapo itahitajika. Tutaweza kuweka uwezeshi kwenye upatikanaji wa vifaa vya kiteknolojia ili vipatikane kwa urahisi, ili kila kijana awe na fursa ya kufanikisha ndoto zake. Tutaingiza ubunifu na changamoto ambazo zitaleta zawadi, kuifanya biashara mtandao iwe burudani, lakini vile vile iwe na faida. Sisi tunaamini kwa pamoja, vijana pamoja na serikali tunaamini tunaweza kujenga Tanzania yenye wajasiriamali hodari wenye bidhaa zinazoshindana kimataifa, na ndio lengo letu na ngole, tutafanikisha hayo, tutaendelea kuwa wawezesha